Kwa majina naitwa Hassan Dede, mwenyekiti wa taasisi ya madereva TIMD, chama cha madereva wa, wa malori na mabasi Tanzania. Ndugu zangu madereva wa nchi hii, madereva wa daladala, madereva wa mabasi, niwatake sasa baada ya mkuu wa mkoa Mwanza, lakini pia na serikali yetu kwa ujumla uchaguzi umeisha, vurugu zimesitishwa na zimesimamiwa vizuri, zimedhibitiwa. Sasa nchi yetu iko shwari, niwatake madereva waendelee kutoa huduma kwa wananchi ambao walikuwa na hofu ya kutoa huduma maeneo mbalimbali nchi nzima. Sasa waendelee kutoa huduma, serikali yetu vyombo vya ulinzi na usalama vipo macho muda wowote na saa yoyote, kwa ajili ya kulinda amani ya nchi hii. Kwa hiyo watu wajitokeze kwenye makazi yao, watu wajitokeze kusafiri, watu wasafiri bila hofu ya aina yoyote. Serikali yetu inaongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, iko makini kwa mtu yoyote atakayefanya kufanya jaribio. Sisi kama wadau wa maendeleo na wadau wa amani wa nchi hii hakikishe jambo hili tunalikemea vikali hususan kwa madereva, niwatake sana madereva ambao wanakwenda masafa marefu na mafupi na kati, kuhakikisha wasishawishike kwa namna yoyote. Tumekuwa tukishawishika kwenye magurupu yetu mbalimbali mbali, sogozi ya WhatsApp naomba tuyatumie magurupu haya kuhamasisha amani ya nchi hii. Tunajua kwetu changamoto nyingi kama madereva, lakini tuna imani na serikali yetu, sasa awamu ya saba itakwenda kufanya jambo kwa madereva kuhakikisha madereva, changamoto zenu mlizonazo zinakwenda kuzungumziwa na tunakwenda kuzitatua. Hivyo niwatake madereva sana wa nchi ya Tanzania wanaokwenda nchi jirani wajifunze wanakokwenda na kisha walete mazuri na kisha na kuhubiri amani. Tuhakikishe abiria wetu tunaowabeba kutambua na kuweza kuhubiri amani, madereva Tanzania. Ninapongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa, baada ya kuona hivi vitu ambavyo vilikuwa vikitokeza kwa watu wasiotakia mema nchi yetu, kuchochea vurugu na kupoteza amani ya nchi hii na kuchukua hatua kali juu ya wale waliojaribu kufanya maandamano yasiyofuata utaratibu. Maandamano ya, si ya kwenda kupola mali za watu, kuchoma vituo vya mafuta, kuchoma magari, kucho, kuharibu haribu miundombinu ya umma, kuharibu makazi ya watu mbalimbali mbali. Sisi kama chama tunalaani vikali maandamano kama maandamano yana taratibu zake maandamano yana miongozo yake na si kuandamana kwenda kuharibu miundo mbinu ambayo imetengenezwa kwa gharama zetu sisi wenyewe kwa kodi zetu wenyewe unakwenda kuharibu miundo mbinu kama mwendokasi unakwenda kuharibu maduka ya watu unakwenda kupola mali za watu unakwenda kuvamia bana kuanza kulewa wewe ni mwandamanaji au ni mlevi? Sisi kama chama tunalaani sana vitendo hivyo. Hadi kadhalika, nishukuru sana jeshi la polisi kwa kazi kubwa walioifanya, lakini pia na vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa hili kwa kuchukua hatua madhubuti juu ya wale au juu ya genge la watu kadhaa ambao wamekuwa wakitumika kwa njia ya kimtandao na kufanya uhamasishaji kwa njia ya kimtandao na Watanzania, baadhi wasiotakia mema nchi yetu, wameona walichokifanya, lakini matokeo ni kwamba watu tumejifunza namna ya kutunza amani yetu. Kwa majina anaitwa Mwaka Samson Sabuki, katibu madereva, wa taasisi ya madereva wa magari ya masafa marefu na mafupi Tanzania, taasisi ijulikanayo kwa jina la Tanzania Institute of Long and Middle Distance Truck and Bus Drivers kwa kifupi TIMD. Ni katibu wa taasisi hii upande wa Kanda ya Ziwa mkoa wa Mwanza. Tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya amiri jeshi mkuu Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wanaendelea kuilinda amani ya nchi, lakini pia kushughulikia changamoto zinazojitokeza kwenye nyanja yetu ya usafirishaji na taifa kwa ujumla. Tumeshuhudia umefanyika uchaguzi mkuu, uhuru na haki, lakini kuna mambo ambayo yajitokeza kutoka kwa baadhi ya watu wasiokuwa wastaarabu na kuweza kuitikisa amani ya nchi, lakini nipongeze viongozi wa hili taifa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Mwanza, mheshimiwa mkuu wa mkoa Saidi Mtanda kwa namna ambavyo wameweza kusimamia amani na usalama, na mwisho wa siku tumerudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Niwaombe Watanzania kwa maana ya wasafirishaji, madereva E, wa mabasi makubwa kwa madogo na madereva wa malori lakini pia watumiaji wa vyombo hivyo kwa maana kupakia mizigo la, na kusafiri kama abiria, tuendelee kuilinda amani ya nchi. Na pia ni waase madereva wanaofanya safari zao kwa ruti za mjini waweze kuingia kwenye magari kwa kushirikiana na wamiliki wa vyombo, waendelee kutoa huduma kwa sababu amani imeimarishwa, lakini pia tumepata miongozo kutoka kwa serikali kwa maana ya mkuu mkoa wa Mwanza juu ya kile ambacho wao wamejidhatiti kwenye swala zima kuhakikisha huduma inafanyika vizuri na watu wakiwa wana enjoy tayari, sasa tuwaruhusu kuingia barabarani kufanya shughuli zao za kawaida. Eh, lakini pia kwa jambo jingine, kwa upande wa madereva wetu pia tuendelea kwa hasa wewe watulivu na wewe wasikivu na wasijihusishe na vitendo ambavyo si visivyokuwa rasmi kwa kuchafua taifa letu na kuondoa amani ya taifa letu.